Mimi nina ni neno fupi kwa ajili yako, ya kwamba hata wewe inawezekana kuinuka kiutajiri, kuinuka yeah. Kiuchumi yeah. Hao matajiri unaoona wanaanza chini, kwa hivyo nakuachia usia ndugu yangu, tufanye kazi na kazi inalipa. Nakutia moyo mama mwenzangu, na kutia moyo kijana kila kitu kinaanzaga chini, ni kaburi tu ndo linaanza juu. Ukubali kujifunza kutoka kwa wengine, ukubali kuanza chini. Tunashangaa siku hizi mtu anaona heri anunue simu ya bei mbaya ya milioni moja au laki tano lakini hana hata chumba cha kulala. Wengine wanajidanganya wenyewe anajisefu yuko airport, anasindikiza mtu, anasema hanasema ndo nasafiri naenda London, kumbe muongo, anajidanganya mwenyewe. Fanya kazi kwa bidii ili utajirike. Mungu aliumba mwanamme na mwanamke, hakuumba tajiri wala maskini. Kwa mtu kuwa tajiri au maskini, ni bidii yako, na rais wetu amesema, hapa ni kazi tu. Ukifanya kazi kwa bidii, hakika utatoka, hakika utakuwa tajiri, hakika utaishi maisha mazuri na ndoa yako itatengemaa. Wengine wakiniona wanafikiria Mama Rwakatale amepata raha sana maishani mwake. Mimi nimepata tabu sana maishani mwangu, lakini sikukata tamaa. Mimi ni king'ang'anizi. Mimi sikubali no for an answer. Mimi najua kupambana, mbele kwa mbele. Ukirudi nyuma pancha. Kwanza inatakiwa ujue mji kama huu unafanya kazi gani? unaishije? wewe ni nani? wewe ni karani, wewe ni katibu mkutasi wewe ni bosi, wewe una kazi gani? Kwanza hakikisha una kazi, ukiipata iheshimu. Anasema sisi tukipata likizo, aa, mtu unasikitika. Kwa nini bosi unanipa likizo? Kwa maana anaheshimu kazi, anaogopa atachukuliwa mtu mwingine. Anasema hapana, nenda likizo, ni kawaida. Watu wanaogopa kwenda likizo asije kaachishwa kazi. Na wewe ukifanya kazi kwa bidii ukiheshimu kazi yako, hata kama ni kazi ndogo, itakuinua siku moja na wewe utakuwa bosi na Mungu atakubariki. Kwa wale ambao hawanijui vizuri, mimi ni Mchungaji Getrude Rwakatale wa kanisa la Mlima wa Moto, lakini pia ni mkurugenzi wa shule za kimataifa za St Mary's. E, lakini pia ni mbunge viti maalum. Baadaye nikachaguliwa kwenda Nairobi University. Huku ndiko nilikutana na mume wangu. Katika utendaji wangu wa kazi, kulikuwa na nafasi za kununua nyumba za mikopo Tanzania Housing Bank, na mimi nikaomba moja, nikapewa, nikanunua nyumba kwa mkopo mume wangu alipokuja kakuta nyumba iko tayari, alifurahi sana, upendo ukazidi, akasema kweli wewe ni mwanamke shu, shujaa. Lakini baada ya kukaa kwa muda wa miaka miwili, mume wangu aliporudi, wakwe zangu wakaniinukia, wakasema lazima aoe muhaya mwenzake. Nikaumia kweli, nilimpenda mume wangu kwa dhati. Tulikuwa na watoto wanne, ikabidi mimi mwenye nyumba niondoke nyumbani. Nikaondoka nikaenda kutafuta makazi mahali pengine. Kulikuwa wakati ule mama Tabitha siwale alikuwa ndiyo, eh, alikuwa ndiyo waziri wa nyumba na alitufundisha Korogwe Girls. Nikaenda kumuomba akanipa nyumba pale breweries, lakini sasa nimeanza maisha upya. Vyombo vyote niliviacha nikaondoka, kwa kuogopa manyanyaso, kwa sababu nilikuwa napigwa. Nikaona, kwa nini na mimi naweza kuanza maisha mapya? Nakwambia, basi, nikaanza maisha mapya. Nilianza na godoro moja, nalala na watoto wangu, lakini siku ya pili kulitokea pesa kazini, nikaenda kununua vitu vyote nilivyohitaji: vitanda, friji, jiko. Nikaanza maisha mapya na watoto wangu. Kina mama oye! Oh, basi Siku moja nikakuta watoto wamechukuliwa wamepelekwa Bukoba likizo, lakini wale watoto wakurudi tena, walikaa huko huko. Nikabaki peke yangu katika kusuasua na kuhangaika, nikasema sasa nitafanyaje? Nikaja nikajiambia, kumbe niko peke yangu. Nikapata na mimi scholarship ya kwenda kusoma Marekani nikaenda kusoma Chicago. Nilipokwenda kule, nilikazana kufanya kazi mbili tatu na kusoma mpaka nikaweza kutengeneza pesa zangu. Nikarudi na gari yangu, nikarudi na uwezo wa kujenga nyumba, nikawa nimeweza kuanza maisha mapya. Nilikaa Marekani miaka nane ndipo nikarudi Tanzania. Sasa nilipofika hapa, nikasema lazima nitengeneze pesa zangu mwenyewe, lazima nianze biashara. Nikaanza kufuga kuku wa mayai na wanyama, biashara ilikubali, wateja kede kede, lakini sasa ile biashara ikaingiliwa na wanawake wengi, mwisho tukaua soko wenyewe, tukashindwa mahali pa kuuza kuku, kwa sababu kila mwanamke aliiga kufuga kuku. Kwa hivi hiyo biashara ilishia njiani, akina mama oyee. Sikukata tamaa, kasema ndaazisha biashara ya kushona Nikanja biashara ya kushona mpaka nikafikiya kushona tenda za yunifomu za jeshi, nikawa na pesa zuri, lakini nene iyo biashara diyishiya njiyani kwa sababu piya mitumba ikaingia kati, watu wakaona heri kununuwa mitumba kuliko kununuwa nguwo ukashone saa zingine kuharibie kwa hivi nikaona kama wateja hamna, na hiyo biashara pia ikanishinda nikaiacha. Kina mama oye, oh yeah! Usikate tamaa kirahisi, hata kama ukishindwa hii, jaribu ingine. Usikubali kunyosha mikono wakati bado unavuta pumzi. Inawezekana kuwa tajiri ukifanya kazi kwa bidii. E, nakuwa na, na king'ang'anizi bila kuachia hapo utaona mlango unafunguka. Niliposhindwa hiyo biashara ngasema, sasa ndafanyaje nikapate scholarship. Scholarship ya kwenda Mauritius. Kina mama oye, naomba sikiliza dakika tano tu sikiliza ushuhuda wangu, utakusaidia basi. Tulipokwenda tukakaa kwenye hoteli kubwa mahali pale, pesa nyingi, tukataka tusevu hela, wakasema hamna. Tunaweka kwenye mahoteli makubwa kwa usalama. Kwa hivi ikawa asubuhi nakula sana hotelini hela yangu ya lunch na ya dinner na weka akiba. Sasa mwisho wa miezi miwili niliweza kununua mabasi mawili, nikarudi naye Tanzania, ndiyo nikaanza tena biashara ya daladala. Mabasi yangu yalikuwa yanatoka Dar es Salaam kwenda Moro, daa, Moro, daa, Moro, na watu walikuwa wanajaa lakini hiyo biashara pia mwisho ikachakaa, mabasi mwisho yakawa hayana nguvu tena, kulipea kukawa kwingi kuliko kupata faida. Nikasema sasa ndafanya kazi gani? Siku moja nikwa naenda na Manga, nikwa naenda Nairobi, nikapita na Manga ngakuta mabasi ya Msai mwaka elfu moja mia tisa tisini na sita. Yale mabasi yamebeba watoto wa Kitanzania, wengine watoto wadogo wa miaka mitatu, amemshikilia kondakta suruali, anasema uncle I want my mommy. Nikatokwa na machozi, nikamnunulia biskuti yule mtoto, lakini moyoni nilikuwa nimeshapata wazo kwamba lazima nianzishe English medium schools Tanzania ili walimu wa Kenya tuwalete huko wawafundishe watoto wetu, kina mama oye, oh! Basi niliporudi Tanzania nikaanza na jengo la madarasa manne na walimu nikapata, na walimu wa Kenya nikaanza shule. Shule za Saint Mary zimekuwa nyingi lakini mwanzo wake ilikuwa ni wazo moja tu pale na Manga, na sasa hivi mnaona kwamba shule ziko da, e, Tanzania nzima karibu mikoa nane kuna shule za Saint Mary's. Lakini sio hivyo tu, kuna chuo cha ualimu e, ili kazi ya shule inaendelea. Shule hizi ni kubwa, zinafaulisha zimekuwa mfano wa kuigwa na mnajua kabisa ya kwamba wengi wamejenga shule kwa sababu ya kuona ya kwamba kama Saint Mary imeweza na wengine pia wataweza. Tunashukuru mashule yamekuwa mengi. Tunashukuru tunashukuru elimu pia imepanda. Tunashukuru tunashirikiana vizuri na serikali. Hakika mashule yanasaidia watoto wetu. Sasa hivi watoto wengi hawaendi tena Kenya, hawaendi tena Uganda lakini wanasoma Tanzania na kupata elimu bora. kina mama oye! Katika kazi hizi zote haikuwa rahisi. Katika kazi hizi zote ilikuwa ni maombi, ilikuwa ni ujasiri ilikuwa ni kugangamala na kupambana. Hakuna katika kazi hizi zote rahisi, lakini mpaka leo namshukuru Mungu, kazi hizi inaenda vizuri. Kazi hizi hakika zimekuwa na wanafunzi wanaofaulu kwa wingi wengi. Sasa hivi kama bungeni, nina, nina watoto wa Saint Mary wa, wa nne wote wamesomea Saint Mary High School na sasa hivi ni wabunge nikienda mahospitalini madokta ni wengi, wanasheria ni wengi, yani nyanja mbalimbali kila wizara ukienda. Hata muimbiri siwezi kupanga foleni, watoto wa Saint Mary wamemaliza masomo na wengi ni madokta mahali pale. Kina mama oye, oh yeah. na kutia moyo mama mwenzangu, na kutia moyo kijana, kila kitu kinaanzaga chini. Ni kaburi tu ndo linaanza juu. Ukubali kujifunza kutoka kwa wengine, ukubali kuanza chini. Tunashangaa siku hizi mtu anaona heri anunue simu ya bei mbaya ya milioni moja au laki tano lakini hana hata chumba cha kulala, au anunue gari lakini hana mpango wa nyumba. Naomba, angalia vitu vinavyodumu. Mimi nilikuwa na gari moja gari moja kwa miaka kumi na tano, nilikuwa na Rava 4 ya kijani, mpaka nilipoona kwamba sasa nina uwezo wa kununua gari zuri, ndio nikanunua gari zuri. Kina mama oyee! Oh, wengine wanajidanganya wenyewe, anajisefu yuko airport anasindikiza mtu anasema ndo nasafiri naenda London, kumbe muongo, yuko supermarket anasukuma toroli, eti ndo niko na husband tunanunua vitu, kumbe muongo, anajidanganya mwenyewe. Fanya kazi kwa bidii ili utajirike. Mungu aliumba mwanamme na mwanamke, hakuumba tajiri wala maskini. Kwa mtu kuwa tajiri au maskini, ni bidii yako. Na rais wetu wamesema hapa, ni kazi tu. Ukifanya kazi kwa bidii, hakika utatoka, hakika utakuwa tajiri, hakika utaishi maisha mazuri, na ndoa yako itatengemaa, na mume wako atakuheshimu kwa sababu utakuwa na pesa zako mwenyewe, utakuwa msaidizi kweli kweli. Kwa hivyo nakuachia usia Ndugu yangu tufanye kazi, na kazi inalipa. Nilikutana na mjapani mmoja, kina mama oye, mjapani mmoja akasema, kazi ndiyo afya, kazi ndiyo heshima. Ukifanya kazi kwa bidii, hakika kazi yako itakuheshimisha. Akasema, sisi nyumbani kwetu mtu kabla hajataja jina lake, anasema labda utambulisho, anasema St Mary's International Schools, mama Rwakatale, inakuja nyuma. Kwanza inatakiwa ujue mji kama huu, unafanya kazi gani? Unaishije? wewe ni nani? ni karani wewe ni katibu mkutasi wewe ni bosi, wewe una kazi gani? Kwanza hakikisha una kazi, ukiipata iheshimu. Anasema sisi tukipata likizo aa, mtu nasikitika kwa nini bosi unanipa likizo, kwa maana anaheshimu kazi, anaogopa atachukuliwa mtu mwingine. Anasema, hapana, nenda likizo ni kawaida. Watu wanaogopa kwenda likizo asija kaatishwa kazi na wewe ukifanya kazi kwa bidii ukiheshimu kazi yako, hata kama ni kazi ndogo, itakuinua siku moja, na wewe utakuwa bosi na Mungu atakubariki. Kwa maneno haya machache ukumbe mzima, mimi ni mtumishi wa Mungu, naomba basi nitoe sala fupi tu. Ni wabariki. Ni muda wa kuchukua nafasi yako na meza ya HW kuwasilisha yeah, kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu kukupa hamasa kujengea uwezo wa kufanya zaidi.